Kwa jina naitwa Pambo Martin Mkoro OSB, ni abate wa Basia Roho Mtakatifu Mvimwa, Mvimwa inayopatikana katika wilaya ya Nkasi, mkoa wa Rukwa. Kama taasisi ya kidini, tunajishughulisha na uinjilishaji. Hiyo ni shughuli yetu ya msingi, lakini pamoja nayo tunajishughulisha pia na ustaarabishaji wa ulimwengu, ambapo kuna shughuli mbalimbali za kijamii. Tunatoa huduma za elimu, tunatoa huduma za afya, lakini pia tunajishughulisha na huduma za kilimo. Hii huduma za kilimo ni kwa ajili ya kupata mahitaji yetu si wenyewe kama taasisi na kwa ajili ya kuhudumia taasisi zetu ndogo ndogo, lakini kilimo pia kinalenga, aa, kukuza kipato chetu, na tunahitaji kipato kwa ajili ya shughuli za masomo, kusomesha watawa wana yani wanataasisi lakini pia kusomesha na watu wengine wanaokuja kuomba msaada kwetu. Na hapa tupo katika shamba la ndizi, moja ya shughuli za kilimo ambazo tunashughulika nazo, na shamba hili la ndizi linalenga kuzalisha hasa hasa kwa ajili ya shughuli ya kusomesha watawa na watu wengineo. Uh, tumepata mtambo mpya kwa ajili ya umwagiliaji Hii ni kulenga zaidi ufanisi katika swala la kilimo cha ndizi, kulenga ufanisi. Uh, tumeshirikiana na ndugu zetu kutoka katika uh, kampuni ya TAST, Tanzania Agricultural Service and Training ambayo makao yao yako Morogoro. Ni kampuni inayojishughulisha katika kuleta mapinduzi ya kilimo katika nchi yetu kwa kusambaza vifaa vya kisasa vya umwagiliaji ambavyo vinamfaa mtu yoyote ambaye anataka kuinua kiwango chake cha uchumi kwa ngazi yoyote vifaa katika ngazi mbalimbali kadiri ya hitaji la mtu. Hawa ndugu wanapatikana Morogoro. Mtambo huu ambao unafanya kazi kwa ufanisi zaidi, una faida zifuatazo. Kwanza kabisa, unapunguza matumizi ya nguvu kazi nyingi zaidi, katika maana ya watu kuweka watu wengi kufanya kazi ambayo inaweza kufanywa na mtambo huu mmoja, lakini pia inapunguza ule muda wa kazi baada ya kufanya kazi muda mrefu mtambo unafanya kazi kwa muda mfupi. Aina ah, hii ya sprinkler inaitwa rain gun sprinkler, ambayo yenyewe inamwagilia kwa kipenyo cha mita 60, mita 50 mpaka 60. Kwa hiyo kwa umbali huo amba, kama ukitumia watu unaweza ukatumia siku nzima hapa unatumia kwa saa moja tupu, na pia ah, hapo mwanzo tulikuwa tuna namna zile za kawaida za kienyeji za umwagiliaji au kwa kutegemea mvua tu. Maanake kama kuna kipindi kirefu cha ukame, manake mazao yanapungua sana, lakini kwa kutumia mfumo huu, kipindi chote ambacho hatuna mvua tunaweza tukatumia mfumo huu, na hivi mazao yakawepo muda wote. Kwa namna hiyo, kuna kukuza kwa uzalishaji wa ndizi kwa sababu ya mfumo wa umwagiliaji. Na faida nyingine ni kwamba kwa mtindo huu wa umwagiliaji, mkulima anaweza pia akaongeza mazao mengine, kwa sababu umwagiliaji huu ni kama mvua tu, ni kama aina mvua. Lakini ukitumia ndoo kwa kutumia ndoo tulikuwa tunamwagilia tu kwenye shina pale, lakini sasa kwa mfumo huu unaweza kaongeza mazao mengine ambayo hayadhuriani. Kwa mfano katika katika maeneo haya hayadhuriani na migomba, maharage, mahindi, mazao mengine yote ambayo yanaweza, na unaweza kalima muda wowote kadiri yanavyoweza kustawi hivi. Ningependa kuwashauri wakulima wa ngazi zozote kutumia mifumo hii ya kisasa ya umwagiliaji. Kilimo cha umwagiliaji kinaleta mapato kwa mwaka mzima, inategemeana unapanga namna gani hivi. Ni mfumo ambao unalenga kumuinua mkulima katika namna zake za uzalishaji, ziwe za namna nyepesi zaidi, lakini kwa kupata mapato makubwa zaidi. TAST Tanzania Agricultural Training and Services. Asante sana.